Habari zenu ya Tanzania. Kwanza kabisa, cha kwanza, naombeni mwangalie ishu ya Burkina Faso, huyu Traore, Traore, I don't know how to pronounce his name. Alikuwa nani jeshini? He was a nobody jeshini, hakuwa mkuu wa jeshi, hakuwa sijui nani mkubwa huko, no, he was a nobody kwa jeshini. Angalieni ishu ya Madagaskar, ambaye sasa hivi ndio kachukua nchi Madagascar. Alikuwa nani kwenye jeshi? hakuwa mkuu wa jeshi, hakuwa nani, alikuwa ni captain wa kikosi, kama hawa kina Captain Tesha alivyoona mambo ni mambo, akachukua kikosi chake akaenda kuchukua nchi. Nachojaribu kuwaonesha ni kwamba siku zote jeshi linapoingiaga kusaidia wananchi kwenye mambo kama haya, hayafanywagi na wale mabosi wa juu, hayafanyagi na mkuu wa jeshi, hayafanyagi na wale wa juu, uwaga ni wanajeshi wa chini ndio wanaofanyaga hizi kazi. Kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu wale wa juu, siku zote kwenye military, wale wa juu, yule mkuu wa jeshi na wale watu wake wanaomzunguka, yani wale, yani wale wakubwa jeshini, wale siku zote huwa wanajiona ni part of the system wale uaga wanajiona na wao wako kwenye mfumo. Ndio maana wale uwaga siku zote, yaani wale huwezi kuwategemea eti wataenda kuwasaidia wananchi au wataenda kufanya kitu, it never happens always, ni wanajeshi wa chini. Ndio maana mmeona kwetu sasa hivi wanajeshi wanaopambana ni hawa wa chini, hawa kina captain Tesha, lakini mkuu wa jeshi yupo kwenye mfumo. Kumbukeni zile picha za airport, au nataka niwapostie tena P. Kumbukeni Mkunda alitoa escort ya wageni ya wa, military escort ya Waarabu na wanajeshi wakaenda pale, wanapewa hongo, wanapewa nini? So Mkunda anajiona yeye ni part ya ile system ya Samia sababu naye anakula naye. Kwa hiyo hawezi, kwa hiyo yule ataendelea kutumika na Samia kuuza uoga. Kwa hiyo sisi wananchi, sisi wananchi tutembee na hawa wanajeshi wetu wa chini, na I'm gonna ask you honest question. Acha nini na Mange naongea nini, acha nini, si na nani anaongea nini? Mako anasema Mange anadanga, acha nini na Mange naulize ni nini? Wanajeshi mnaishi nao mtaani, ah, wanajeshi mnaishi nao mtaani, wanawaambia nini kuhusu maandamano? Ah, wanajeshi nyinyi mko nao ni marafiki zenu, ni ndugu zenu, mnaishi nao, wanawaambia nini kuhusu maandamano? wanaongea hiki, hiki ambacho jeshi limekuja kutoa leo no wanajeshi wa chini mnaongea nao kila siku, walicho wanachoambia hawa wanajeshi wa chini ndo alichokuja kuambia Kapteni Tesha. Na mkumbuke kwamba kwenye ground hayuko mkunda o huyo, si msemaji, ni hawa wanajeshi wa chini, mnaongea nao nyie, ni hawa wa chini, mnaongea nao nyie na mkumbuke, ndio maana nawaambieni, yani forget, mimi ninachosema, nyie mnaongea nao hawa, mnaongea na wanajeshi. Yani ni hivi, Mkunda Mkunda yeye anajiona na yeye yuko part kwenye ile kula keki ya taifa. Kwa hiyo Mkunda sio mtu wa kumtegemea kwa chochote, alafu uzuri ni kwamba uzuri ni kwamba wanajeshi wenyewe wanamchukia Mkunda akufa wa they have zero respect for Mkunda. Wanajeshi wenyewe yani, hiyo ndo pona yetu. Wanajeshi wenyewe wanamchukia, yani wanamchukia Mkunda kufa hata, wanamuona hata hadi deserve your position. Unaona, hiyo ndo pona yetu. Kwa hiyo matamko, matamko ya Mkunda na huyo anayemtuma kuja kutuuzia uoga, potezeni sisi tunatembea na tamko la Captain Tesha. Na wewe Mkunda, wewe sio hodari wa kuja kutoa matamko kwa wananchi. Njoo toa tamko la Captain Tesha, waambie Watanzania Captain Tesha ni nani kwenye jeshi na sasa hivi uko wapi. Unamhoji mimi kila siku, wewe unatoa matamko e, yule Captain Tesha alileta taharuki. Kwa nini jeshi hamkumwaddress Captain Tesha? si sijui wana harakati sni, njooni waambieni na Watanzania kuhusu Captain Tesha. Mie sasa hivi simnafanya mapresi ya kumsaidia kimama kuuza uoga kwa wananchi. Fanye nini? Watanzania, Watanzania, naomba mnisikilize. Dada yenu mimi, siwezi kuwadanganya. Mnakumbuka juzi kuna posti niliweka pale nikawaambieni, jamani, nimetoa hivi vitambulisho kwa sababu nimeshauriwa nivitoe. Mnakumbuka, rudini ile posti. Ni kwamba sikusema nani kanishauri Guys, nilifatwa na makapten wa vikosi vingine viwili, ndio wao ndio walioniambia shusha shusha hizo ID, shusha hivyo vitambulisho, unaharibu sisi tumeshajipanga vizuri, unaharibu shusha vitambulisho. Ndio nikaenda nikavishusha vile vitambulisho, na sasa niwaambieni, kilichofanya mkunda kaja kule kaja kuuza uoga leo hapa ni vile vitambulisho vya wanajeshi wa TPDF. Vile vitambulisho vya juzi ndo vimeleta hofu jeshini, vimeleta hofu. Ndo vitambulisho wame... nivyo posti juzi vya TPDF vile ndo vimeleta hii press ya leo. How can I prove to you? Ni vile vitambulisho. Leo nawaambia, ni leo asubuhi, wanajeshi wote wa TPDF wameamka wameingiziwa hela kwenye akaunti na Samia wote, yani out of nowhere kawaingizia sijui hela sijui ni za likizo sijui zinaitwa za nini, kawajazia hela wote wa TPDF ambao ndio pati, yani vile vile vitambulisho nivyo posti pale. How do I know kawaingizia zile hela, makapten wameshadifata wananiambia, kaingiza hela, kaingiza hela ili atulainishe sisi tuko pale pale yeye, yeah, aingize tu hela tena, and after that, wakanifuata wanajeshi wa JKT wananiambia huyu kawaingizia ka TPDF hela, sisi JKT hatuingizie, anaona sisi ndo hatuwezi kuchukua nchi, atuingizie na sisi, na tuko pale pale aingize, yeah, hela zote anazoweza kuingiza. Unaona anachapisha ndio maana niwaamini, juzi anatumia matrilioni, amechapisha kuzuia maandamano ndo hii amechapisha hela anawaingizia wanajeshi um, TPDF wote. Jamani, kama unamjua mwanajeshi wa TPDF muulize. Leo Samia akamwingizia ndo ana printi hela sahivi. Yani ananunua kuto kutokea, kuto kutokea maandamano kwa kuharibu uchumi wa nchi. Sasa kama jiulize, kama wanajeshi wote wa TPDF Samia akawaingizia hela, Mkunda kapewa shingapi? Huyu alikuja kusoma ile kaposhi ngapi, wamepaa mabilioni mangapi wale kufanya kazi? Ndio maana nawaambieni achana nao anyway. Jeshi no jeshi, sisi tumesha sema ishirini na tisa tunajitoa. Hatuna hela kununua uoga, ndugu zangu, tunakomboa nchi yetu. Cha muhimu ni kwamba tunatoka polisi wakijitoa akili, wanajeshi wetu wapo wapo, na nakwambieni between Ah, sita kuongea too much. Lakini Mkunda na Samia waenda kupata surprise. Watashangaa na, jamani, hatunui woga. Haturudi nyuma mm-hmm.